Sasa hivi na na so so miaka mingapi? Sasa hivi <coughs> na miaka ishirini na mbili. Natarajia kuwa lini? Maana miaka ishirini na mbili sio michache. Bado niko kwenye kujipanga. Bwana ukioa lazima ujenge. Alafu ndio mambo mengine ndio. Bwana unasikia? Jamaa anajenga akisha ndo aoa <coughs> Hasa wewe ukiwa na hisia unafanyaje? Hisia za vipi? Kama unafanya, unajisikia kufanya mapenzi. Usirekodi basi. Hiyo <laughs> tusirekodi. Hiyo <laughs> usirekodi. Achana <laughs> nayo unafanyaje? Unafanyaje? Hauna, hufanyi <laughs> <laughs> kitu? Unakaa tu unatulia tu. Ile Mungu tu anakuwa na baa... kwa sababu ulivyo katika mfano kama Uislamu. Kama hisi mambo tayari yashakuwa nini, unafunga lakini, mwisho wa siku, kuna namna ambayo Mungu anakujalia mama, unaota kama ndoto zile, japokuwa kuna jambo ambalo kijana huwezi kukata kulipitia, kwamba japo siku hiyo moyamajnyeto kidogo, katika dini ile sio dhambi. Ile dhambi sanapata dhambi nyingi tu Kweli? Eh, dhambi nyingi sana napata. Ile koni, ah, ile nayo ni zina. Au sio zina, hiyo imeharamishwa. Sio zina lakini kwa sababu pale nakuwa tayari, kwa sababu tayari pale ukifanya, ukifanya kawaida hivi kwa mazingira ya kawaida, ni kufanya na mwanamke na kufanya vile, kufanya vile unakuwa unatumia nguvu kubwa, alafu psychology pia inakuwa inatumia kubwa sana, kwa hiyo kwa kawaida na kwanza unaumiza akili, mm. Alafu unaumiza na, na, afya yako kwa sababu nguvu inakuwa kubwa. Na na na kwa mazingira kubwa, kubwa unatumia eh, Oh, sana kwa kweli, nakuwa haipendezi na, na haikubaliki katika dini, lakini sasa nakuta muda mwingine na mazingira yetu ambayo tunaishi haya yeah, nakubidi sasa muda mwingine zinakujaa Wapo ambao wanafanya hivyo, lakini unasubiri wote tunsia zako zinimalizie, tena mbali yo ndo unamalizia hela yako pale inaondoka ila hiyo elimu safi sana hiyo, elimu ya kwamba madhara yakoje na energy na kuchoka misuli na uma nini, kila kitu. Kwa mfano kama kabla hujaenda kuvuta hisia kufanya lile tendo, kwa mfano kama ushia kufanya mapenzi mm, maana kitabidi unavuta hisia za mwanamke. Ndio kama uvuti hisia za mwanamke, itabidi uwe na picha kama hmm, una picha umeangalia x yeah. Kama hujaangalia x, uwe na jambo ambalo utafanya ulifikirie, ili zile hisia zije, kwa sababu sasa siku unakuta ndo mpaka ile hatua inafika tayari akili ushaivuta kwenye mazingira magumu sana eh, baadaye ndo unaipa sasa mpaka na ile hatua ya kufanya unajichezea zile hisia zije kwenye kufanya, zile hisia zije, kwa sababu, kwenye kufanya mm, lazima zinakuja hisia eh, hata kama unafanya na mwanamke saikolojia. Kuna mdau aliniambia Huku Zanzibari vijana wengi wameathirika na punyeto. Wengi wanasema kwamba wanapiga kwa sababu mabinti huku hata ile kuibebea na kwa mtihani. Hiyo ipo kisaikolojia. Kwa mazingira ya kawaida pia watu kama wale wanakuwa wanaathirika kutokana na mazingira ambayo tunaishi kwa sababu mm -hmm. Kwa mfano sasa hapa tuko beach. Yeah. Naona mazingira wadada kama yeah. ma yeah. kama kijana ambaye tayari una nguvu, uko vizuri, lazima sam... inatokezea yeah. sasa yeah. zinakuja yeah. yeah. ka yeah. iko yeah. hivyo yeah. vijana ambao wanapigapiga washauri wanafanya hivyo yeah, na washauri waache, kwa sababu uh, wanaathiri nguvu za kiume. Ndio maana mm, leo nasikia watu wengi wanakuwa nguvu za kiume hawana yeah. Na lakini pia wanaathiri saikolojia kwao. Kwa hiyo na washauri vijana wenzangu ambao, yeah, wamefanya mambo basi waache kabisa, kwa sababu inaathiri mshu wa siku, unakosa watoto, unakosa mazingira Kwa hiyo se pamoja sana tu. sana mimi mwenyewe amepata elimu. Ah, au sio? Hata hivyo, pia ni na saikolojia kwa uchache, alafu kidogo mwalimu. Ah, mwalimu anafundisha saikolojia. Ah, unasoma saikolojia. Ah.